namkaribu sana ndugu zangu kwa wote ambao mko unasikiliza matangazo yetu hii ni Baraka 1 TV saa kumi na mbili saa za Afrika kati moja majira Afrika Mashariki tofauti tu na saa sita na saa tisa saa kumi na mbili tunakuwa tuko na muda mwingi tunachukua dakika 30 na kuendelea kwa sababu ni muda ambao tuna... Oh, sorry tunasikiliza mitazamo mbalimbali kutoka kwa wananchi na hivyo watu wanakuwa na mitazamo mingi sana. Kwa hiyo ndugu zangu, tujikaze sana kwa saa 12 tuwe tunasikiliza mitazamo yetu maana ni mingi. Kwa hiyo tukitaka dakika 20 inakuwa iko ni hivyo. Uh, unakuta mtu anatuma mitazamo dakika tano, dakika ngapi. Kwa hiyo uh, kwa gisi tumeweza kupunguza hivi dakika. Kwa hiyo tuwe tunahitaji sana. Unatuma mtazamo wako wa dakika mbili, dakika tatu. Unaishia pale. Juu tupate uh, watu ambao watakuwa wanachangia wengi, zikienda sana ziishie hata dakika tano hivi, unaona. yeah, hiyo yote ni mitazamo ambayo watu wako wanaitoa juu ya maendeleo yao. So tunashukuru sana kwa wote, tuko kwa pamoja. Ndugu yangu Jedone Butoto Mishaki kutoka Michigan, big up sana bro. Biondo Kilamba Mawe, big up sana kutoka Rapids na muona eh, na pia Ejide Kizenga Tembele E, namuona pia Shabani Selemani, anaitwa King Sele, afande Sele e, <laughs> King Selemani big up sana, bro bru no, pia Akis Kandeke da Feza da Letesia no, pia namuona mzee wa state ya main uh, Salum Kiza, Salum Hasani Ramadhan, Mashaka Ayamba wote eh, wakiwa wanaifuatilia Baraka One TV. Emmanuel eh, Mang'ombe Elisha kutoka Nairobi Kenya. Jamani eh, tuko wengi sana eh, Jacques Bahati eh, eh, Roma K from South Africa, Mohamed Rajab Papi eh, so ni hivyo, ndugu zangu, big up sana kwa wote. Tusikize mitazamo ya wananchi, wanasema vitu gani. Nakushukuru sana bwana journaliste. Tunashukuru sana kufuatana vraiment na habari zenye unatupatia. Hii yenye mionge ya Joseph Kabila, ile ni kweli, ile ni kweli, na bakongomani benye banajua nani mentalite zake banamuyuwa depuis ainge kamate puvale mukongo, ile yote, hakuna kitu chenye kilipitika cha kusema kinafurahisha bakongomani hakuna, huyu tipe wakati alikamata kiti Kongo ndili iliendela kuharibika, balebele balikuwa ba mingi mupoli. Unasikia? balebele balikuwa ba mingi mupoli, ili ya kupeleka batu mapoli kuwa batu mabarabara, hmm? Nanje tulikuwa tunasema huyu prezida Felix Tshisekedi iya kusema bazalendo, kwa nini muneza inshi mupoli na inshenu bado imevamiwa? Munafanya nini, mutoke mupoli mkuye mu musaide inshenu alikuwa amefanya vizuri sana. Lakini huyu Tipe tunasema huyu ndio mwenye anasaidia Baimu 23 yeye ni mkongomani. Huyu kusemangomate alizaliwa mkoteza Uganda, hmm? na mimi nayo kwa kwake Kampala mie mali kwenye kona, na university moja hivi université sijui kama banaita nini pale hmm? Bwana journalist huyu Tipe, kama government ya Kongo inaendelea tu tu kumwangalia hivi na macho, saa zingine kinji basha mfungule ile bakes ba nan ba nani zake ba bamukamate ba nae bamupeleke kwenye bemba likuwa madege sije alifungisha Bemba. Kwa nini ye banamuangalia tu hivi?

sana wapatia faranga mupane fasi wale walimuventra pakamate ba murudie nyuma, njo vile, ndugu yangu, basikudanganye. O oh, hivi na kule tipe seko langu la kuuliza, hivi kazi inatanza fanziwa sasa, hmm? Wakisi vene walifanya konferense pale ndani ya nyumba Mpango sasa unataka timilika wa kusonga mbele mm, kwa sababu hatujui kingine, kene tunaanza sikia kwa wazalendo wakutuambia seme tunasubiria mipango tunasubiria mipango. Sasa wanataka wamuone mwingine nani tofauti nao, ni walikuja mm. Kwa hiyo tunapenda tuone saa matokeo ya kwenda gomboa watoto wa Bukavu. Tunapenda tuone sasa matokeo na nguvu za Kongo zende gomboa watoto wa Bukavu, kene watu walikuwa nasubiria. Tunafikiria kama sio hicho, lakini picha hizo tumeshaziona. Ziona tunafikiria hao ndio wanaongoza jeshi ndio wene wamefika pale. Kwa hiyo tunaomba watoto wa Bukavu waende kumbolewa pamoja na maeneo yote mpaka Goma. Kwa hiyo ndio mimi nilikuwa napenda niulizie na, ndani ya matangazo yako hatukuona kisivyo unatuonesha mwanzo wa mitingi ya konferansi yene walifanya ndani ya nyumba na maswali yene wa raia wakuu wenegisi wa vene walikuwa nauliza uliza mule ndani mm. Unatutilia kwanza video yote kwanza, mwanzo mwisho, kwa gisi vene raia wanatoa malalamiko yao jua ya ya gisi vene vikao viko nafanyiziwa uko Kenshasa kwa wenyewe kufikia hatua ya kupenda kwenda kongea na M23. Sasa mule ndani hiyo swala wakuiuliza ama wenyewe wakutoa yao malalamiko kwa deklarasyo yao wenyewe gisi vene wanapashwa kujikomporte jwa ku, kusonga mbele kwa kwenda piga Bukavu hmm. kwa hiyo tunaanza tukaomba, tusikie gisi vene walitoa deklarasio ya kwenda piga Bukavu pamoja na Goma, na na jibu ene hapa wamepewa ni jibu gani, ili vita ianze, baliambiliwa nini? Kini, mimi naanza penda niulize bali ambiliwa ni nini jua vita ianze sasa kwenda piga Bukavu vifaa mm. vimeingia ndio nikapenda niulizie, labda unaanza kututangazia. Sasa, ni mambo ya siri ya serikali, lakini cha msingi ni kutuambia kama kazi inaanza, kile kilikuwa nasubiriwa kinatimilika Unaona, tusikie mm. tusikie kama kazi naanza. Kwa hiyo ndio hivyo naanza penda niulizie, na hatukuona kisi vene ulikamata kamera ama video ya kuonesha kisi keye generali wetu eh anatoa malalamiko jua ya gisi vene amefanya defense pale mzee ya kutumba mm. atukuona hiyo video gisi mzee ya kutumba na declare kipi kifanyike, na kwa nini ndo hivyo jeshi ili ili iko ili, ili, ili, ili, ili. Ili na panga mipango yake eneko tofauti na, na wazalendo na wakati wamekimbia kimbia. Sasa kwa hiyo hiyo yote hatukuyaona kwenye Mwanzo za habari kwa taarifa zenu, metupatia kweli. Tumeona gisi wameingia na gisi vene walikuwa mule ndani, alakini hatukusikia gisi vene, ulikamata video ya gisi vene mzee ya kutumba, gisi ana deklare gisi ya vita itaanza ama kipi kifanyike. Kwa hiyo tunaanza tukaomba tuyasikie dekla, tusikie deklarasyo za wazalendo Unasikia, oke, tunaeza tukaomba hicho, aksante eh. Jambo, jambo ndugu Mupase, habari na habari za mchana. Tunashinda na mnadhani sisi tunashinda vizuri kabisa. Kabisa eh, hakuna shida, ingawaje ni hali ya vita, lakini pamoja na Mwenyezi Mungu tuko na hakuna kenye hakishake, kina mwanzo kina mwisho Bora eh, mwisho mzuri kuliko mwanzo. Na mimi naendelea kufuata sana, naendelea kufuata kabisa moja kwa moja na ile ambayo unasema eh, leo, ndugu yetu, kama sio ndugu eh, ni msaliti bwana Joseph Kabila leo ni tajiri mkubwa katika nchi yetu ya Kongo, labda na hata kwa Afrika na kwa dunia mzima lakini ukienda angalia bwana ndugu mtangazaji eh, hali nchi ameiacha katika hatari, ameiacha katika hatari namna gani? Ndugu, ameiacha katika hatari kwa sababu yeye alikamata mali ya nchi yote anajiwekea pamoja na watu wake ambao walikuwa wanatumika nao, na tukiangalia vizuri tunakuwa na eh, wengine E, sawa vile wakina Koroneli Nanga e, na wakongomani na sisi tunapasha kukua na akili na tunapasha kuwa na macho ya kuona. We mtu mwenyewe unaproklame mtu kama anashinda anapita kwenye eleksio, unarudi tena unaambia wakongomani kwamba yeye anakuwa tena mtu mubaya, unakia tuambia tena kwamba e, yeye hakupita kwenye uchaguzi hasa kwa kweli, hata na sisi Wakongomani wenyewe tujiulize, eh, mtu wa, wa aina ile eh, tunapasha kumwamakia na ile yote kwa anajitia kwa Wakongomani, anaonyesha kwamba ni wema yeye ni mwema, alianze flevi Kongo eh, inakia kuokoa Wakongomani. Hawezi kuwa unakia kuokoa watu tena, wee ndio ambaye utakuwa wa kwanza kuwaua. Leo tunajua kwa vile ya mkavu watu wanakufa wengi ingawaje tuko mbali e, tuko mbali labda na kati, na na nchi yetu na zaidi na e, maeneo ambapo wale wa asi Wanyarwanda wanamiliki, lakini tunafuata kile kinachoendelea, tunafuata kila kitu chote kinachoendelea na tunakiona, na ndio maana e, tuliona wandugu wa wengine Wakongomani wale ambao wakutambua mwenye Rwanda ni nani, wamoja walipiga mikono, wengine walishangilia, lakini mimi si, si cheki. Lakini kwa leo, angalia leo, wa ndugu wanauawa, magari zinapelekwa, magari zinapelekwa kwa nchi ya Rwanda. Hata tunaona hata maimaje moya huku kwetu, huko tunaona maimaje matrakteri zikienda eh, katika nchi ya, katika nchi ya Rwanda. Lakini tunajua kwamba hiyo yote ni upuuzi mkubwa, tunapuuzi na tunapuuzi na sisi eh, nchenyee, nikipata kushauria Wakongomani, tukuwe mutu mmoja tukuwe, eh, mutu mmoja na tukuwe nyuma ya Wazalendo na FRDC na tuwe kwamba siku moja Mungu atatusaidia na nyuma ya hii utakuwa eh, hukumu nyuma ya hii yote eh, wale wanamiliki makosi ya leo wamoja ni waguverner wengine ni wanane wanakuwa katika upande wa waasi wa Wanyarwanda wanaotuua, utajua kwamba siku moja watajuta kenye walifanya, kwa sababu sisi tunaona mwelekeo wa vita anaenda kushika ukingoni, na pamoja na Mwenyezi Mungu yote itaisha. Asante sana, jambo tena, ndugu yangu Rajabu. Unapatikana pa baraka kwenye Radio 1 TV. Ni mimi ndugu yako muregaapaka mituga mkuu wako. Napenda ni kusalimu na kusema juu yale maoni maoni yenye ulisema kama unapenda maoni mbalimbali kwa informasio yako ya Kenzere. Kitu kubwa ni tuko nao sasa, sisi wa raia tunouzika sana se tunauzika sana juu nguvu yene tulikuwa tunatumania ya kutusaidia mainchi ni yabo bandugi yetu, bazalendo balikuwa banaitwa bamajimaji zamani. Inoonekana kubazalendo hakuna dawa tena sababu batu yote valikuwa vanatumenia ba kama viko na dawa kabisa za kuweza kupiganyisha na mpaka vyenyi bote valijikusanya pale Uvira kwa kusema kama kila vamwa viko na dawa yavo. Sakisi tulikuwa asikia ba dawa ya nyuki ba, ba dawa ya kufunga mavunduki ya va tusisipike o, tulisikia majitapo mbalimbali mbali pale, lakini kwa uzuni kubwa tunasikia tena hapo kwao wanaanza pigana, abatokake abafanyake chochote, wanaikalia tu ambiance mule mu plein de Ruzizi. Wajue kama iko siku yenye na shie navo tutateseka tu na mtusi juu avonavo watakimbizwa mule mwale ambiance waishe ikalia ili distraksio ivaishe ikalia muvira inaanza kuwa inanza makana vamakanaki valipigana na venzavo fulani vananza lombana mavita vapande kuvilima. Kwanza tunashukuru ile hekima imakanaki alitumia kwa kuomba msamaha kuvenzake, na kuvaambia kama baende njo kuvita iyo, vaende pigania, tuko na adui yumoya mutusi. Haiku aseme hapo kwa hapo tena, ile ni haya sana na nikuonyesha kushindwa, sababu hatuteificha vatu avasogi yake mbele avafake chochote, ni pale pale tu. Tunaona kama viko mwa ile ile spri ya zamani tu ya vamaimai, ya kufaa vanaenda onja vita, wanakimbia unasikia kama guvernema, avatu ili vasejiaka anusu ya menisio pale avo navo si vangalionyesha sasa uwezo ya abu, ya kuonyesha presida kama abatilie tumaini tu, na sisi raia wengine wazalendo wengine wakiraia, lakini tunakwa kuta hakuna si se hakuna hata vanozikisha vatu sana se vanauzikisha vatu sana juu, tunajua kama abu ni ni watu wenye ni rai yenye inainuka kwa visirani ya kutokutawaliwa na, mu, na Mutusi Munyarwanda avakukua vakungo. Yasemeo presida alisema, prezida alifea hivi na hivi kwa ile juhudi vangalikuwa nao ya kupiganyisha, ingalifikia kusaidia sana, ingalitia ata presida kuraje ya kuwatumia mavifaa mbalimbali vya vita na kuwahudumia sana, lakini ile kuwakia kimya, wanawakilia utuma vutuma mbyase muvira muuvira, vitu gani masase tena, wananza arivisha kwavo kwavo, unaona inaleta haya sana na inaonyesha kushindwa se inaonyesha kushindwa kweli, njomana kama vataweza basi basizidi kutia batu mu espoir kila bamwea barudie kwabo, bale bamanyema barudie, bakalemi barudie, banafasi yote barudie rudie. basiku tia batu mu distraction, kukiatiachavu mabariere kusumbua raia sana savile. so baima kote huku kwetu bana sumbua sumbua raia na, na mabariere, tulikuwa tulikuanatoka hapa Kamituga kwenda Lugushwa huko nalipa tu kama motare tu, utamulipa kama ni 35 mil au 40 mil, apa lugu, kamituga lugushu. Lakini kwa leo juu ya mabari ayo yenyiko munjia uko nakonsome mpaka madesa mil au saka 30 mil, naona ni vitu moya enye tukuangamizana shie kwa shie, si tunafikia kuangamizana shie kwa shie. Bache basi, kama mtusi atatuwaka, kama atafaakaye basi, mapenzi ya Mungu yepeki. Lakini kwavo, atunatumaini tena, tunauzika sana se, tunauzika kabisa, ndugu yangu. Kwa hii hari yavo, batu wote valikuwa vanatia espoire ya kutumba ya kutumba, lakini hakuna kitu se, hakuna kitu kabisa. O, na kama vaingali na muda ya kujivia vajivie vatoshe, ile malawama enye nakuwa kwavo, baonyeshe nguvu yavo, kama nyole iko pale, vaika kama ataka siku moja, unaona ni vitumaya uzuni sana, kisha vananza pigana hapo kwa hapo tu, bitumwa ya haya kabisa, haya sana mbele ya mutusi mwetu kuapiganyisha Munyarwanda senyi viko vanasikia imarezo sosio kila mtu yuko ifuata mainchi zote dunia yote sasa. Sasa senyi viko vanafata tena vile vyavo vanasema hakuna kitu unawea. Dunia yote ilikuwa na tumeenia kama Kongo iko na dawa kabisa na inaweza jisaidia kwa kujigomboa, lakini muonyeshe ya kutumba na leta haya mule mplende Ruzizi hafanye kitu ni jina tu kusikiaka tu, lakini hakuna matukio. Yes ndugu yangu Rajabu, habari ya sahihi, habari ya sahihi, habari ya sahihi. Ndugu yangu nimefurahishwa sana taarifa ya leo, na nikafurahishwa na jana, vile mkubwa amekuja Uvira. Jamini ni, ni Mungu ametuma hiyo mkubwa pale. Mimi kila wakati watu wanakashifu Kisekere, lakini nikataa. Kila binadamu Rajabu anajua udhaifu yake hata mimi na udhaifu yangu, hata na udhaifu, kila mtu iko na udhaifu, udhaifu ya mtu ya mtu. Lakini ukiangalia mimi, niangalia nikijiwekea kwa mkutano, mimi mwenyewe nikiangalia, ile presence ya Kisekedi de pere de mere, ndugu yangu, jamaa anafanya kazi, ni wafanya kazi ana mimi, niliangalia kutoka kitambo, upendo wa Kisekedi na Kongo iko sawa, iko ndani ya damu lakini unasikia wengine kamba oh, ameuza Kongo oh, akazielewana na na ba hey, ah, wezekani bana. Kisekedi ni baba yake ni mkongomani, baba yake ni mkongomani. Imefurahisha ni yo kitu, watu wenyewe wakongomani, mwangalie kitu inafanyika kote. Mi kutoka zamani mi paka leo, kutoka zamani minajua adia mko, adia Kongo ni mkongomani. Tukianza kupande maviti inafanyika Kongo hii, majiama kwani haijaanza leo, kutoka kakati ya mabutu paka vie ka wakachukua kitu wakati wametoa Mabutu, wamechukua Kabila, wameingiza Laurent Desire Kabila. Basi, wamepata wamepata nafasi. Mtusa ameingia Kongo kutoka Rwanda ni na kama is, nani? Kwait, Rwanda na Kongo na Burundi, hakuna mwizi mkubwa kama Mtusi le premier mwizi ni mtusi. Wacha nikwambie wazi, inajulikana na si mimi nasema, inajulikana bandi wa kwanza ni nasomaga. Mtu alisoma akasoma akakuta msoma mkongomani, anataka korupsio, anataka mambo ya madili, apende nchi. Ndio hiyo naona inafanyika kweli. Adui ya Kongo... ya Kongo... ya Republika ya Kongo ni Mkongomani. Hebu niambie, uchafu amefanya amefaya se nimejazia mi nasema wazi, ni yeye. Unasikia waziri mwenyewe amesema sijakuja kutaja mtu. Unafikiri wakiwa Kinchasa pale waangalie Uvira mwezi tunalisi, wakiwa Kinchasa hata kisegeda na Ngara Uvira ameshangaa sana akisikia mainformasio ya Baraka wa NTV makotiza, sio ile magrupu yote ya Kongo ile ma, ma tv zote za Kongo makopi eh? kuchangia wa wa, wa, wa zalendo yeye yeah, anajiuliza faranga yake alituma ya wache nitafute mtu nitume kama vitakule vile anapenda. ni nani kwao? Kumbe wapi! Mimi najua adui mkubwa ya Kongo ni Mkongomani. Ndio mimi nasema Tshisekedi, acha kaa pale, watu waache kusema, au Tshisekedi atoke. Atoke aende wapi? Atoke aende wapi? Nini ule pasta wale watu wa mishi Bukavu, walisema alifunuliwa na Mungu. Kama alifunuliwa na Mungu, wako na damu imejaa kwa kiti ya president. Mungu akamwambia nini? Akamwambia nini? huyu bwana wakimuua kama wakimtoa kwa kitu amuue wa kongwe taka sekanta kwa v, kwa ile tutarudi nyuma mwaka hamsini. Kwa nini? Kongomani wote ni wezi wote ni wavai, wa, waizi. Mi hata siti, mimi hata mimi sitakwambia si hakuna eminaamini politisie kama ule ningeamini angejunga na leta sa hii wajaribu kurudisha nani republike maliko na haya ndio ambayo tulikuwa tuko nayo kwenye mitazamo hii ya Demi, ukipita, upita, ukibaki ubaki kando. Leo kumbuka tu kwamba operesheni Sadia Mzalendo iko naendelea na pia kitu kingine ambacho kinaendelea pia ni kuhusiana na, na maswala yetu ya, ya Baraka 1 TV Channel 2, tembelea Baraka 1 TV Channel 2. Ule utakutana na matukio mengine mengi, so big up sana. Tukutane majira ya saa 12 asubuhi kwenye habari za moto. Rajabu Akili Kabonga the one in in Town nolintown, DJP. Ndugu zangu, ni jambo la heri sana, ni jambo la muhimu, wote tuendelee kushirikiana kwa pamoja, ili tuweze kupeleka ili gurudumu eh, kwa pamoja kwa hatua hii ambayo tumefikia. Nguvu na uwezo ni wote ni kutoka kwenu.